Hiyo ndo kazi yetu serikali, ndugu zangu. Baada ya kusema hayo, nirudie shukrani zangu kwa wananchi wote Itilima. Imefunika uwanja umefurika. <coughs> Nawashukuru sana wananchi kwa kujitoa kwa wingi namna hii, na sasa niwaombe basi, mturuhusu tuendelee na safari. Na niwaahidi kwamba tukimaliza kutiki ile Oktoba, si muda mrefu nitarudi tena Itilima, ndugu zangu wa Itilima. Oktoba, Oktoba! Asanteni sana, asante sana, asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Tanzania. Naomba sasa tumpigie makofi mengi sana na vigelegele. Studio, studio tafadhali. Naomba tupunge mikono yetu tum...